Na mtazamaji, hii leo Rais ameenda kwenye mitandao ya kijamii na kuweza kuwatakia Krismasi njema au masherehe njema Wakenya wote, akiwaambia kwamba kile kidogo ulicho nacho kumbuka, ni msimu wa kugawa, maana yake hata kwenye Biblia wanasema mkono utoao ndio mkono unaobarikiwa zaidi. Kwa hivyo amehimiza Wakenya tu, mtazamaji, wawe na moyo wa kuendelea kutoa, hasa msimu huu wa sherehe ambapo tunaendelea kusherehekea kwa pamoja na familia zetu. Hivyo basi, kumbuka yule jirani yako ambaye msimu huu atakuwa hana chochote cha kutia kinywani, usimsahau, chukua fursa yako pia uweze kumsaidia. Hivyo huo ndio ujumbe wake rais leo akiweza kutakia um, Wakenya wote um, Krismasi njema na mwaka mpya wenye mafanikio 2025, we clocked it. I wish you a Merry Christmas, a great and blessed 2026. Na kule barabarani, let's drive carefully. Avoid uh, unnecessary losses. Otherwise, asanteni sana, Mungu wabariki na wapenda jameni.